Naam, ni kufungwa kwa shughuli za kikanisa la Glory of Christ, Tanzania Church kanisa la ufufuo na uzima. Kanisa hili ndio kanisa ambalo linamilikiwa na mbunge wa jimbo la Kawe ama Askofu Josephat Gwajima. Eh, kufuatia maoni yake ambayo amekuwa akiyatoa mtandaoni kuhusu serikali na maswala ya utekaji ambayo yanaendelea nchini. Sasa hii ni barua ambayo kama inavyojionyesha hapo juu ni, ni kutoka wizara ya mambo ya ndani ya nchi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 na tisa. Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu. Katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, kanisa la ufufuo na uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia kuchonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya ya sura ya 337 chini ya kifungu cha 17 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba tatu ya mwaka 2019 kwa kuwa vina athari ya kuhatarisha amani na utulivu e, nchini. Hivyo, kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 17b cha sheria jumuiya ya sura ya 337 kilichosomwa pamoja na kifungu cha 39 sheria namba tatu ya mwaka wa F2 na kumina na tisa kilichofanyiwa marekebisho kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya nikijulisha kuwa nimefuta usajili wa Girl of Christ Tanzania Church kanisa la ufufuo na uzima. Kuanzia leo tarehe 2 Juni mwaka wa na tano, unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja. Hiyo ndio barua ambayo imekuja ime kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kama inavyojieleza hapo, ni kufungwa kwa kanisa la Mbunge wa Jimbo la Kawe ama Askofu Josephat Gwajima. Hii tu ni baada ya kuonekana kuwa anachapisha maudhui mtandaoni, kuitisha vyombo vya habari mbalimbali na kuzungumzia masuala ya kinchi yani, masuala yale ya utekaji E, kumbuke hapo kabla ya jana Josephat Gwajima katika kanisa lake la e, Glory of Christ, Tanzania Church kanisa la ufufuo na uzima aliweza kuita vyombo vya habari mbalimbali na kuweza kutoa ushauri juu ya nini serikali ifanye kuhusu maswala yote ya, ki, ya utekaji ambayo yanaendelea hapa nchini Tanzania, na pia jana sasa, akiwa kanisani tarehe moja mwezi huu mwaka 2025 aliweza kuongelea maswala yale yale, baada ya kuona Rais Daktari Samia Suluhu Hassan eh, kupuuzia kile ambacho Gwajima aliweza kukitoa. Yapi maoni yako? Tukutane hapo kwenye comment. Lakini kwa habari nyingi nyingi za uhakika na matukio eh, usisite kubonyeza alama ya subscribe. Hii ni Kanyuka TV.